Mwanaidi Musa Hussein nakaa, nilikuwa nakaa Unga Limited, nikaa, baada ya mume wangu kufariki nikaa nimehama pale, niko matejo sasa hivi. Ehe, sasa nilikuwa na kiwanja pale, kiwanja kikaa kimechukuliwa na shule ya msingi ya pale Unga Limited, walivyochukua wakasema wanaongeza madarasa. Baada ya kuongeza madarasa wakanambia watanipa kiwanja mbadala, na mafaili yote ninayo hapa. Ehe, na ndio juzi hapa nikawa nafuatilia, siku zote hizi nafuatilia nafuatilia, lakini sikupata mwafaka. Kila nikienda naambiwa nenda rudi, nenda rudi, nakuja u, leo wiki naisha, nakuja mwezi unaisha, nakuja mwaka unaisha, nakuja sijapata mafanikio. Hasa hapa juzi, baada ya kusikia hii kampeni ya msaada kwa sheria, ndio nikaja kuanzia tarehe moja, niko hapa kwa hiyo nilikuwa na mwanasheria wangu ambaye ndio alionisaidia pale, na ndio mpaka imefikia sasa hivi siku ya leo nimekabidhiwa hati ya kiwanja. Kwa hiyo na hiyo hati ya kiwanja nimeambiwa mpaka tarehe mm, Alhamisi niwapigie simu ili waje wakanipeleke nikaninshi kiwanja changu Oljoro, jambo langu niliokuwa nalo. Ninashukuru sana tena, namshukuru Mwenyezi Mungu Bisamia kwa kweli tunamshukuru Mungu na tunamwombea Mungu, yani tumpe badala ya mitano tumpe kumi na Mungu azidi kumjalia azidi kutusaidia hasa kama mimi, tangia nimetangia mwaka elfu mbili na moja mpaka leo, ndio leo nafanikiwa. Tangia mume wangu amefariki, watoto walikuwa bado wanasoma, naangaika na, na karai la mandazi na nini mpaka watoto wangu wamemaliza kusoma, mpaka sasa hivi nimefikia hatua hii na sasa hivi nimepata kiwanja lakini sasa hivi ndio sina nguvu tena ya kutafuta ya kuweza labda kujenga kile kiwanja yeah. Lakini ninashukuru kwa kukipata yeah, kwa msaada wa bisamia ambaye ametuwezesha yeah. Namshukuru sana. Naitwa Akisa Mhando, ni afisa sheria mkuu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Bibi alikuwa na changamoto, alieleza kwamba ardhi yake ilichukuliwa tangu mwaka tisini na saba na ofisi ya ardhi ili kuweza kuongeza majengo ya shule ya shule ya msingi Unga Limited, na ofisi ya ardhi iliahidi kuweza kumpatia fidia mbadala ambayo ilikuwa ni kumpa ardhi nyingine, lakini tangu baada ya hapo hawakuwahi kumpatia hicho kiwanja mbadala ilipofika mwaka jana walimwahidi na wakamwalocate ardhi nyingine maeneo ya Oljoro, na tangu walipokuwa wamemwahidi hawakuwa wamewahi kumpatia hati wala kumkabidhi kiwanja. Kwa hiyo siku ya Jumatatu alifika hapa, na baada ya kufika hapa, nilimpeleka katika ofisi za ardhi, tukapokelewa na afisa ardhi ambaye aliweza kumsaidia, akasema kwamba ilikuwa ni tatizo la kimfumo hivyo waliingiza taarifa zake, na baada ya hapo waliweza kualocate ardhi ambayo alikuwa anapaswa kupewa na sasa amekabidhiwa hati yake.